lakini jina lake ni Sheikh. Alafu inafuata jina la pili maarufu kwa kule Lamu, mzee Mwengi ambaye baba yake. Sasa nilisema kwamba mara nyingi huyu ukaa nyuma nyuma, lakini ma wa mashehe wa hapa Nakuru wameniahidi kwamba eh, watampa fursa e mara hii kama hatotoroka, basi mara hii inshallah mara nyingine. Karibu sana. Shukran. Mimi wa... Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mimi si mzungumzaji wala hapa si mahala pake, lakini nataka kuambia neno moja. Alipoulizwa Qays bin Mulawwah, huyu Qays ajulikana katika tarikhi kwa kuwa alikuwa kat wazimu kwa mahaba kwa kumpenda Lena wakaenda kwa Qays wakamuuliza, kwamba je, ni nani anayestahiki khilafa ni Banu Abbas au ni Banu Hashim? Jawabu ya yake ilikuwaje? Layla. <laughs> <laughs> Kwa sababu si kazi yake, zitukaa hizo. Wasalamu alaikum. Asante. Na hivyo ndivyo Said ame tuacha hapo.